It's coming home Lunyas him na beba. Kwa hiyo niwaombe Simba mkawe wa kwanza basi kuleta kombe la Afrika hapa Tanzania. Kazi za wanaume wanatumwa wanaume, mwanaume kutokea tatu aliwatuma wanaume kutokea Msimbazi walete kombe nyumbani Tanzania. Maono yake yanakwenda kutimia, agizo limekamilika, ni hatua moja kuweka heshima tena, itakuwa Lupaso Benjamin Mkapa Pumzika kwa amani, Dokta Magufuli. Simba wanafanya ulichokiota. Mwanachato hakuwa na timu nyingine ya kuiagiza zaidi ya Simba. Falume Wanyika, Simba sports Klabu, aliamini kwamba inawezekana. Ni furaha kwa Simba. Moses Mabida ni Simba sports Klabu. wali sadiki wamefanya ambayo hayawezekani kwenye VIP. Ni furaha kubwa kweli kweli kwa mnyama Simba, anakwenda finali. Simba ni timu gani iliyokamilika Tanzania zaidi ya Simba? Ni timu gani inaogopeka zaidi Afrika kama sio Simba? Ni timu gani bora kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania kuliko mnyama? Hakuna timu kama hii yenye mashabiki bora kabisa barani Afrika, moo tajiri na kuita zaidi ya mara tatu. Umepoa mwanetu, uliposema Simba italeta kombe la kwanza Afrika, wachambuzi walidhani ni futuhi. Pesa inakelele tajiri, ndiyo maana imekaa benki kwenye utulivu. Ulihitaji utulivu bila kubishana na ramani, ukamuzia Fadlu. Hii leo anayejenga Simba imara Afrika ni Simba pekee na mashabiki wao waliamini kwenye kampeni yao hadi kufikia hapa. Ni jioni walioisubiri zaidi ya miaka 30, na hatimaye Fadlu amewapa usiku mzuri kabisa. Ubaya umerejea na ubwela umelipa. Hakuna neno zuri zaidi ya pongezi kwa Simba na viongozi wao. Pale penye shaka wa kuacha kuamini ni kama maajabu, lakini hao ndio wenye nchi braza, hawa ndio wenye nchi na kombe lao wanakabidhiwa nyumbani Tanzania. It's coming home. Ni jioni ndefu ya furaha kuliko zote, ni jioni ya kihistoria, na hii leo ni siku yao. Wapo kwenye ulimwengu wa furaha, Tanzania ni nyekundu na wenye nchi wameiteka taifa. Simba hii wanaoipenda kwa moyo wao wote imewapa kile walichokiomba. Ni Simba pekee na mashabiki wake waliamini katika njia hii na imani yao imelipa. Simlisema ili mkae meza moja na mnyama naye alete medali. Sasa wanaume wanarudi na kombe, yes! Kila kitu kitamalizikia Benjamin Mkapa. Hii mnyama na beba, Its coming home. Ni furaha kiasi gani kwa washabiki wa mnyama! Hongera kwa wanasimba, uvumilivu mewafikisha hapa fainali. Kocha Fadlu wamerudisha heshima ya Msimbazi furaha yote hii ni kwa ajili yako na vijana wako. Asante sana kocha. Hii ndiyo Simba na huyu ndiye mnyama. Vitapita vizazi na vizazi, miaka na mikaka, taifa la Tanzania kupata timu kama hii. Unajua kwa nini Wanasimba wanaipenda na kuiamini timu yao? Sababu wale jamaa wakiwa katika dimba kwenye hii michuano hawanaga shombovu. Aje yeyote katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni lazima atakufa. Wengine wanashangaa simba wanawezaje kufanya hivi, kila wakitia mguu pa moto, lakini simba iko pale. Ni michuano hii kama nyumbani kwao, haijalishi wapo kwenye hali gani. Mnyama ni biashara nyingine. Kwenye michwano ya KAF, ikiwezekana, kwenye vivutio vya taifa simba iwekwe yu pale. Soka safi lenye ladha ya burudani halisi, ya ubaya ubwela, hauvipati vitu hivi nje ya Lunyas. Hongera Simba, nendeni mkamalize kazi kwa Mkapa. It's coming home.